Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Alhamdulillah, ni siku nyingine tena tumekutana katika chaneli hii, ikiwa ni mwendelezo wa zile darasa zetu za elimu ya tiba ima kupitia mitishamba au dua au majina barati au elimu ya abjadi na zinginezo zinazoendelea kufundishwa katika chaneli hii inshallah. Leo bwana, tutajifundisha dawa moja nzuri sana, ukiweza kuitengeneza na itakusaidia kwa hiwo, mfanyakazi unahitaji kupanda kupanda cheo kazini eh, aidha kuwa na mvuto wa kupendwa na kukubalika katika jamii. Dawa ya kupandishwa cheo kazini au kuwa na mvuto kazini na kupendwa ni moja ya dawa nyepesi sana katika utengenezaji wake, lakini tu ina taratibu na masharti, na mimi ndio niko hapa kukuelekeza namna gani unaweza ukaitengeneza dawa hii ya mvuto wa kupandishwa cheo kazini. Na si tu kazini, labda watu wasikali, kwamba mpaka labda mpaka unafanya kazi ofisini. Hata katika hizi kazi za makampuni unakuta labda ni mfanya kazi wa kawaida wanaweza kuwa wanakupa kazi nyingi, unaona bwana, eh? Wanakupa kazi nyingi, labda wewe unafanya kazi unafanyia kazi makampuni kwao, badala ya kuwekewa kitengo maalumu tu, yani wewe utafanya kazi hii na hii, basi utaishia hapa, basi unakuwa ni mtu mwenye <coughs> kupendelewa, kupewa kazi mbalimbali mbali. Lakini ni moja ya dawa nyepesi, na hii itatoka kwenye mti wa mbaazi <coughs> unaweza ukawa unaofahamu mti wa mbaazi kwa matumizi mbalimbali mbali, lakini ni moja ya mti ambao unaweza ukatumika kutengeneza dawa za aina mbalimbali. Mbazi ndio mti ambao una matumizi mengi kuliko miti yote unaoifahamu wewe katika elimu ya tiba. Mbazi unatumika katika pande zote mbili, katika mambo ya kheri, yani mazuri na mambo mabaya, ni mbazi huo unaweza kutumika. Nimekwishaelezaga kipindi cha nyuma kwamba mbazi ni miongoni mwa miti inatumika hata kuwafufulia wafu. Kama mtu anataka kufufua maiti aitoe kaburini, <coughs> moja ya miti ambayo inatumikaga pia, mbaazi unatumika kwenye shughuli hiyo, lakini usiniambie unatumikaje, sababu hiyo ni elimu ya kichawi na sisi hapa hatufundishani uchawi, lakini wachawi wanajua sana kuutumia mti huo katika majambo. Lakini ambazo, ndo mti wa mbaazi ndio mti ambao matumizi yake kuanzia udongo wake, mizizi shina lake, matawi uh, sijui magome yake, kamba yake uh, maua mpaka matunda vina kazi katika elimu ya tiba. Kwa hiyo ni moja kati ya miti yenye matumizi mengi, na kwa bahati nzuri, kwa wale tunasoma grupu za kulipia katika WhatsApp, maana nilifungua grupu toka tarehe kumi na tano mwezi wa sita, nikasema tutajifunza elimu mbalimbali za miti na dua k kutakuwa kuna grupu mbili na kweli zipo na zinaendelea. Sasa wale wenye tuko kwenye zile grupu tumeshajifundisha matumizi ya mti huu mbaazi japo kwa uchache matumizi takribani zaidi ya thelathini. Kwa hiyo dawa kama hii tunapojifunza hapa kule nimeshaifundisha muda mrefu na namna ya kuitengeneza. Ehe, lakini leo tutaendelea katika jambo hilo kwa upande huu wa hapa kwenye YouTube. Sasa dawa yetu inasema, kama tulivyosema kwamba, dawa ya kupandishwa cheo kazini au kupata mvuto kazini na kupendwa pia katika jamii. Na hii unaweza kuifanya mtu yoyote, ila utumie utaratibu huu. Kama unahitaji mtu au mtu anahitaji kupandishwa cheo kazini au kuwa na mvuto kazini au kupendwa katika jamii, basi unatakiwa utafute mti wa mbaazi uliotoa maua. Yani sio tu mradi mti wa mbaazi, hapana. Mti wa mbaazi una masharti yake katika kutumia kutu, kutengenezea dawa. Kuna wakati unaweza ukaambiwa, bwana, tafuta mti wa mbaazi uliotoa maua. Hasa dawa za mivuto zote zinadili na mti wa mbaazi uliotoa maua. Sasa unaendaje kuchukua Tafuta mti wa mbazi ulitoa maua kisha uende ukaukwangue magome yake yale ya juujuu, ehe, yaani kuanzia kwenye shina lake mpaka eneo yanapoanzia kuota majani, kisha ukishakwangua katika huo mti yale vile magome vya juu juu vile ni vidogo vidogo sana, unavikua, unaweza kuchukua hata kisu uko na viparula parula na viparula parula vitoke. Ukishapata vile magome, utakwenda na m, katika mtu ambazo utakwenda na jogoo, jogoo mdogo mdogo tu ambaye anaweza kuwika ila awe mwekundu. Baada ya hapo, ukishakwangua vile au kabla ya ukwangua, unamtoa yule so, jogoo kama sadaka. Ani, utamchinja pale katika eneo hilo kama sadaka na ukikusudia juu ya mahitaji yako, yani vile utakavyokuwa unahitaji huo e, mti ukakufanyia uka, yani kwamba ni dawa ya mvuto e, na kadha wa kadha, basi ndio utazungumza hapo kwamba unamtoa sadaka wako jogoo huyo, au e, unamtoa sadaka jogoo huyo kama sehemu ya wale mahudamu wa mti huo, waweze kukupa dawa hiyo iweze kukusaidia. kwa sababu gani? Uh, hii miti na makudamu watumishi, sasa wale watumishi, kuna wakati unaweza ukaenda kuchukua dawa bila sadaka yoyote na wakakubali, ukachukua dawa ikaenda kukusaidia. Lakini ukitaka iwe na nguvu, sasa ndio inabidi ufanye sacrifice, sadaka maalum. Na huu mti nimeshauelekeza vizuri sana kwenye zile grupu, kuna namna ya kwenda na baadhi ya sadaka zake, kwa mfano kama kuna ugoro, maziwa mabichi, tumbaku unga wa mtama na hivi vitu kufundisha kwenye kupitia mtu wa mbaazi kuita mzimu wa mbaazi au kuweka kinga kupitia mti wa mbaazi. Ile ndio sadaka zake, lakini kwa hapa inabidi mtu aende na sadaka ya jogoo kijogoo kidogo chekundu. Kukisha chinja ndio ndo unakwangua una... yale magamba ya juu ehe, lakini wakati wa kuchinja useme bismilahi kwa Waislamu. Kuna ile dua ya kuchinjia mnyama unasema bismillahi Allahu akbar na hali ya kuwa umemgeuzia yule mnyama kibla. Hapo zoezi hilo alitofanyika hivyo, utamchinja kwa vyovyote vile, ila pia usizungumze ile neno bismillahi Allahu akbar kwa sababu inakuwa ni sacrifice ya viumbe wengine na sio Mwenyezi Mungu. Hapo kwa baada ya kumchinja bila kusema bismillah na usimgeuzie kibla ambako ni kule kaskazini mwaeneo unaloishi, basi ukichamchinja ile damu itamwagika, ni damu tu ile. Sasa kuna vitu viwili huwa vinafanyika katika kitu cha kafara. Mfano, kama kuku umeambiwa ukachinje kwenye mti fulani, kuna vitu hivi viwili unaweza ukamchinja, damu ile ikamwagika pale, ikawa ndio sehemu ya sadaka, kuku kaondoka naye, sio vibaya au kamchinja na ukamwacha pale, kwa wale wanaohitaji kuzungumza. Kwa mfano, kuna mtu anaenda anachukua dawa sehemu, anataka sasa aweke sharti kwamba nahitaji kujua dawa hii kama nimekubaliwa kuichukua na itakuwa ni yenye matokeo mazuri kwangu, nahitaji huyu mnyama au huyu ndege aliyekuja, nani, kamchinja hapa, basi kesho nikirudi, ni kutemeliwa kwa, unaweza kamwacha pale Mwingine yeye kwa kuwa shajua kwamba kinachohitajika ni damu tu, anaweza akachinja, damu ikamwagika pale, akaondoka na kuku wake akaenda kumshughulikia vizuri. Kwa hiyo hayo yote yanawezekana na wala hakuna shida. Kisha kwangua kuangua vile vya magome gome, ee, vya juu juu vya mtu wa mbaazi, basi utarudi navyo nyumbani utavikausha, vikikauka vizuri, kisha Watengenezaji wa dawa hii wawe ni wawili katika watu nitakaowataja hapa na sio vinginevyo. Yaani, umeshaikausha dawa yako vizuri, wewe unaweza ukaenda kuichukua kwa utaratibu na masharti ya kuchinja na nini, lakini anayekuja kutengeneza dawa ima, mtu wa kwanza awe ni binti bikla, binti ambaye hajawahi kuingiliwa na mwanaume yoyote eee, bikla Jamani kuna vitu viwili vinakuwa vina vina vina vinafanana vina bikla, kuna bikla na kigoli, nataka nipawele, nipaweke sawa hapa. Unaweza usinielewe vizuri. Bikla ni binti ambaye hajawahi kuguswa na mwanaume yoyote katika maisha yake. Ndio anatakiwa atengeneze dawa hii. Kwa kama una vibinti hapa nyumbani unakiamini hichi kibinti hichi kinaweza ikawa bado hivi vitu vijaanza kucheza cheza. Yaani hajaanza kucheza na wanaume, basi unaweza kumpa dawa hiyo aitengeneze. Sasa kigoli ni mwanamke ambaye haijavunjika bikla yake, lakini kashai kukutana na mwanaume. Yaani anaweza kaisha kutana, lakini ile bikla yake bado ipo. E, sasa si usiniambie walikutanaje na iliwezekanaje? Kuna wakati kuivunja bikla inakuwa ngumu shee. Watu wanakwenda mpaka siku tatu, nne mpaka saba, ndio biki linavunjika, na kuna wanavunja kwa siku moja tu, biashara inaisha sasa. Tafuta bikla eh. Sasa usiniambie shetu, tunampata wapi hiyo bikla? Je, uko kwako kwa, yupo hata binti yako tu ambaye unajua wewe uomba huyu binti ana miaka tisa, nane, saba, anaweza akakutengenezea dawa yako. Kwa hiyo sio lazima awe mkubwa sana au mdogo sana ila ni yule binti ambaye tayari ameshaelekea kuvunja ungo lakini hajatolewa ile bikla yake, huyo ndo anatakiwa afanyaje akutengeneze dawa hiyo yeye. Yani, e, atakachofanya ni kutumia kuitwangatwanga dawa hiyo ili iende kwenye mfumo wa nini wa unga. Yeye ndo kazi yake inaishia hapo hapo. Akikosekana binti bikla, basi atafute mama aliyemaliza uzazi, yani hawezi na kuzaa au hapati damu ya hedhi. Ina maana kwa wanawake huwa inafikia hatua miaka arobaini na tano kule kwenda hamsini, hedhi inakoma. Ina maana huyu hawezi kubeba ujauzito wala kuzaa tena, basi yeye huyu anaweza akatumika kutengeneza dawa hii. Pia kama hatopatikana bikla, ina maana ndo atakayefanya kazi ya kutwanga dawa hiyo mpaka iwe unga. Baada ya hapo mtu huyu anayetaka sasa kupandwa cheo kupanda cheo au kuwa na mvuto kazini na mambo mengine eh, anatakiwa avae kitambaa kinachoendana na nyota yake. Sasa inshu ya nyota, tunarudishana kwenye elimu ya abjadi. Kwenye elimu ya, ya abjadi kule kuna elimu ya nyota, na nyota zipo kumi na mbili, nimeshazielekeza, na kila nyota ina rangi yake. Kuna watu nyota yao, rangi yao ni ya bahati, ni rangi nyekundu wengine ni kijani, wengine ni bluu, wengine ni nyeusi, wengine rangi kadha wa kadha. Kwa hiyo lazima ukaisome kwanza elimu ya nyota. Kama hauna hicho kitabu, unaweza kuwasiliana na mimi nikakutumia hicho kitabu kwa njia ya soft copy, kinauzwa shilingi elfu ishirini. Sio lazima kukinunua kwangu, hata popote pale unapoweza kupata elimu ya nyota, waweza tumia elimu hiyo kuweza kujifunza nyota yako ni ya rangi gani. Yani ile wanakwambia rangi ya bahati ya nyota fulani ni rangi kadhaa, basi utafute kitambaa kinachoendana na rangi yako ya bahati, ndio utakapokuwa unaoga umekivaa kile kitambaa e. Sasa hapa kama ni mtaalamu, anaweza akawa akakwambia wewe, bwana, nyota yako ni nyota kadhaa, rangi e, yake ni rangi kadhaa au rangi fulani, ndio akakuvalisha kile kitambaa, akakuosha au kama wewe unataka kujifanyia mwenyewe unaenda kununua kitambaa kinachoendana na nyota yako, au kama kuna nguo inayoendana na nyota yako katika rangi, iwe ina ni rangi moja, isiwe imechanganyikana na rangi tofauti tofauti. Yaani labda kama ni blue, basi iwe blue nzima. Kama ni kijani iwe ni kijani, nguo yote. Kama ni nyekundu iwe ni nyekundu yote, nguo nzima. Unaweza kaivaa alafu kaenda kuogea dawa hiyo, unaogea sehemu twahara eh, eh, unaogea sehemu twahara yaani sehemu ambapo hapana najisi kubwa la ndogo, yani hapa watu wajisaidii haja ndogo wala haja kubwa. Basi unakoga dawa yako hiyo, inaweza ikaugwa dawa hiyo kwa muda wa siku moja tu ikatosha, sio lazima siku zote, lakini kama umetengeneza wewe na una nafasi ya kuoga oga hata siku mbili tatu namna kama hivyo. E, lakini pia kama we ni Muislamu na unajua kusoma dua unaweza ukajisomea dua njema, au kama unamuosha huyo mtu na wewe ni mtaalamu unajua kusoma dua unaweza ukamsomea dua njema. Dua njema zipo nyingi, zile dua nzuri unaweza ukamsomea Alam Nashra e, hata mara kadhaa, kuanzia labda mara saba mara kumi na moja mara ishirini na moja sawa. Unaweza ukamsomea Suratul Kadri ile inaanza na fi lailatul qadri. Ee, unaweza kumsomea aya tunuru ee, inapatikana katika sura tunuru e, yote yaani zile dua nzuri nzuri ambazo zinaleta mambo ya kheri anaweza kasomewa. Kama haujui masuala ya kusoma dua, basi muogeshe au aoge mtu kwa utaratibu huo, inshallah. Ukiweza kufanya hivyo ni moja dawa nzuri sana, ila kipengele cha dawa hii ni kwenye kuiandaa, kwenye kuitwanga, pale ndo hawa watu wawili lazima wahusike. Mmoja wapo imabikla au mwanamke aliyemaliza uzazi. Usije ukaleta mchezo aka, ukampa binti ambaye unajua kabisa huyu binti ameshakutana na wanaume, lakini umri wake ni mdogo, wasema kka ni mdogo tu, basi ngoja animpe. Kama una uhakika na hilo jambo lishafanyika kwake huyo, soo mtu anatakiwa kutengeneza dawa hiyo ko, hakikisha ilo jambo unakuwa nalo makini sana. E, ee, au ukiona wasiwasi mtafute bibi yako ambaye unajua sasa ni bibi haendi mwezini basi mpe dawa hiyo akutwangia kutengenezea. Inshallah, mwisho wa somo katika darasa la leo, lakini somo hili unaweza kulipata katika kitabu cha Muongozo wa Tabibu ukurasa nambari 139. Kama una kitabu cha Muongozo wa Tabibu ukurasa namba 139 ndo dawa hiyo nimeielekeza. E, lakini pia kwa wale ambao wanasoma grupu za kulipia kwenye WhatsApp, tumeshajifundisha dawa hiyo kupitia mtu ambazi, kwa hiyo unaweza kurejea katika zile darasa tulizojifunza ndani ya wiki mbili hizi. Ipo dawa hiyo nimeshaielekeza. Lakini pia darasa zinaendelea. Kwa wale watakaohitaji kujiunga na grupu za WhatsApp wanaingia kama kawaida. Eh, isipokuwa tumeshajifunza mambo kadhaa lakini bado tunaendelea kwa sababu hata mwezi hatujamaliza kwa hiyo muda wa darasa bado ni mrefu, na nilisema darasa hizi zitaendeshwa kwa muda wa miezi sita. Nategemea kulifunga darasa hili mwezi wa kumi na mbili mwaka huu. Kwa sasa afikiria miezi mitano iliyobaki au sita iliyobaki, hiyo bado kuna masomo mengi hatujajifunza, mengi tutajifunza huko. Ada ni shilingi elfu kumi kwa grupu moja, unachagua moja ya magrupu. Kama we ni mtu wa dua, unapenda dua, utajiingiza au utaingia kwenye grupu la nini? La elimu ya dua. E, dua na mambo ya Qurani, mambo ya Abjadi, barati atafundishwa huko. Lakini kama we ni mtu wa mitishamba, na haujui mambo ya dua dua, utaingia kwenye grupu la mitishamba, kwa hiyo unalipia elfu kumi. Ukihitaji yote mawili magrupu unalipia elfu ishirini. Na utaratibu wa kulipia ni ule ule, unalipia, kisha unanitumia screenshot ya muamala huo, WhatsApp, aaaa unaambia she niunge kwenye, magrupu yote mawili, au she niunge kwenye grupu la la dua mimi nitakuunganisha eh, baada ya kutimiza vigezo vyako hivyo, na utaendelea kunufaika na masomo hayo. Lakini pia tarehe tano, kuanzia tarehe tano mwezi wa saba, tutatoa ofa ya vitabu kwa wale ambao watakuwa wanahitaji vitabu. Nimepata DM nyingi sana, watu wanahitaji ofa ofa. Nikasema mna shida, nitaangalia ikikaa vizuri tutatoa ofa lakini, ofa hii itakuwa na siku chache mno kuliko siku zote ambazo umezizoea, inaweza ikachukua siku mbili au tatu tu. Kwa hiyo kama utakuwa ni miongoni mwa watu wanaohitaji kuwa na vitabu kwa vya elimu ya tiba, lakini unahitaji kuipata kwa punguzo la bei, basi jiandae, tarehe tano mwezi huu tutatoa ofa e, ila ofa ila hiyo itakuwa ni siku tatu au mbili. Kwa hiyo kikupita hiyo, basi talazimika usubiri kwa muda mrefu kidogo. Kwao ndo hivyo basi, tuishie kwa hapa. Tutakutana siku nyingine sana, wakati mwingine katika channel ya Tiba Facts Online TV. Assalamu alaykum wa warahmatullahi taala wabarakatu.